Kabisa. Carlos ni mkaaji wa Taita Taveta, anafanya na Wizara ya Afya akiwa ni kitengo cha Public Health yeah. Ndio na vile vile ana head kitengo division inaitwa ya Health Promotion okay. ya Taveta, within Taveta aha, yes. Kwa hivyo uh, umesema nafasi yako pale katika kupambana na huu ugonjwa wa kichocho, mimi zoezi langu kuu ni kuhakikisha tumeweza kuhamasisha mm -hmm. jamii kwa ujumla mm -hmm. kuhusiana na ili zoezi lenye tumeanza ndio la kupeana dawa dhidi ya ugonjwa wa kichocho, ndio kwa watoto wote wenye umri wa miaka mitano hadi kumi na minne. Okay. Yes, zoezi lilianza, litaanza tarehe tano. mm -hmm. tulianza vile vile kuhakikisha watu wamefikiwa na ujumbe, ndio tuliita washikadau tofauti, tukakaa chini. Yes, na vile vile kuna pia gari bado inaendelea kutangaza, ndio, lakini nikaona ni vyema mm -hmm. tuje kuwasiliana na nyinyi na wana, wananchi kwa, Okay. Yes. Kwa hiyo labda ukiniruhusu tu nitaanzia pale labda niulize huu ugonjwa wa kichocho, Yes. ni ugonjwa gani na huwa unasambazwa vipi? Ugonjwa wa kichocho Ndiyo uko katika ile tunaitaga kwa lugha ya Kimombo, neglected tropical disease. Uh -huh. Ni magonjwa yenye hajaipewa kipaumbele sana aidha uh -huh. na wafadhili uh -huh. au watana kwa ujumla. Ndio. Magonjwa yako mengi sana uh -huh. kwa hii dunia uh -huh. lakini haya yenye magonjwa yamesaulika ama yenye yapewa kipaumbele yako almost kama magonjwa ishirini uh -huh. Kichocho ikiwa ni moja wao, ndio. matende pia ipo uh -huh. chikungunya iko, dengue fever iko. Yaani ni magonjwa yenye watu wanayaonaga hayana umuhimu sana kupewa mm. aidha ufadhili mm. tunaenda kuyacha tu watu wakiwa yamepuuziliwa tu, watu. ndio Aha. Yes. Uh, ni kuja pale katika swali langu la tatu pale nadhani. Uh, labda huu ugonjwa unasababishwa na nini? Huu ugonjwa husababishwa mm. na minyoo mm. Yaani minyoo ziko za aina mingi kwa sababu ndio kuhu kienezi chake huwa ni konokono -kono. mm -hmm. Binadamu ndi mwenye kona hizo parasites mm -hmm. Ndiyo. Parasitical disease ndio uweza kupitisha hizo mayai kupitia mm -hmm. njia ya mikojo Ndiyo. au choo, sasa unakuta mtu ameenda kama ni chooni akakuta mm -hmm. kwa maji hizo konokono upendaka kwa maji mm -hmm. maji ambayo ni fresh water, konokono zinapenda fresh water, konokono zinakuwa hapo Ndiyo. mtu akienda kujisaidia hapo kwa choo mm -hmm. yani, akienda choo hapo ama kwenda choo kukojoa kwa hayo maji hizo ama hizo worms eh, mm -hmm. Upenda sana kaka kwa maji. Ndio. Zikiachiliwa kwa maji Aha. kuna zile konokono mm -hmm. zenye zinapenda zina kushikilia hizo, hizo parasites ndio zigrow. Aha. Kuna, ni binadamu akishaachilia zinaingia kwa maji. Okay. zinaingia kwa maji zinaingia mm -hmm. kwa konokono konokono mm -hmm. huweza kuzihifadhi kwa muda mm -hmm. ile kwa lugha ya Kiingereza tunaitaga intermediate host. mm -hmm. inashikilia hizo viini kidogo worms, worms kwa lugha yenye kila mtu anaelewa.